Wakati watu wengi wakielekeza ndoto zao za kibiashara kwenye miji mikubwa kama Dar es Salaam na Arusha, kuna miji mingine midogo lakini yenye thamani kubwa ya kiuchumi ambayo haizungumzwi sana. Miji hii ni kama dhahabu iliyojificha chini ya mavumbi, haitembei na vichwa vya habari, lakini ndani yake kuna fursa ambazo zinaweza kukutoa kwenye maisha ya kawaida na kukupeleka kwenye mafanikio makubwa, ikiwa tu utakuwa na macho ya kijasiria mali. Watu wengi huangalia Dar na Arusha kwa sababu zifuatazo. Kwanza, miundombinu yao imejengeka vizuri na iko karibu na mamlaka za juu, hivyo huonekana kama centers of opportunity hivi. Pili, miji hii imewekewa mwangaza na vyombo vya habari, matangazo na uwekezaji wa kigeni, ikazua wazo potofu kuwa huko ndiko pekee kuna mafanikio. Tatu, kuna mtazamo wa kisaikolojia kwamba sehemu zenye watu wengi ndiko biashara inaweza kufanikiwa zaidi jambo ambalo si kweli na pia, ukosefu wa taarifa kuhusu miji mingine wafanya wengi kuamini kuwa fursa nje ya miji mikuu ni finyu au haipo kabisa. Lakini leo tunakufungua macho. Karibu kwenye safari ya kuchunguza miji kumi isiyozungumzwa sana, lakini kila mji una fursa adimu zenye mvuto wa kipekee kwa mjasiriamali anayetafuta najeti ya dhahabu na ambayo wengine hawajaiona. Mji wa kwanza, Tunduma, lango la biashara ya kikanda. Tunduma ipo mpakani mwa Tanzania na Zambia na imekuwa mojawapo ya vivutio muhimu sana vya biashara ya mipakani. Kinachofanya mji huu kuwa wa kipekee ni idadi kubwa ya mizigo inayopita kutoka na kuingia Tanzania kupitia Zambia, Malawi na hata Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutokana na msongamano huu wa bidhaa, fursa za biashara ni nyingi, lakini bado hazijatumika vya kutosha. Kwa mfano, kuna uhaba mkubwa wa kampuni bora za usafirishaji na usimamizi wa mizigo yani freight handling. Vilevile maghala ya kisasa ni machache mno, licha ya kuwa bidhaa nyingi hulundikwa na kuhifadhiwa katika mazingira yasiyo rasmi. Hii ni nafasi ya kipekee kwa mwekezaji mwenye mtazamo wa mbali kuanzisha kituo cha usambazaji wa bidhaa au hata dry port, yaani bandari kavu ya mpakani. Pia biashara ya vipuri vya magari, mafuta na huduma kwa madereva wa masafa marefu ni eneo lenye uhitaji mkubwa kutokana na idadi ya maroli yanayopita hapo kila siku. Na zaidi, mji huu unaweza kuwa kitovu cha bidhaa kutoka kusini mwa Afrika zinazopitishwa kwenda Tanzania na nchi jirani. Mji wa pili, Babati. Mji wa kilimo chenye tija. Babati, ukiwa mji mkuu wa mkoa wa, wa, wa Manyara una nafasi ya kipekee kijiografia kwa sababu uko kati ya mikoa ya kaskazini kama Arusha na Kilimanjaro, na pia una ardhi yenye rutuba ya kipekee kwa kilimo. Mazao kama mahindi, choroko, mbaazi na mengine huzalishwa kwa wingi, lakini sehemu kubwa ya mazao haya huuzwa ghafi tu bila kusindikwa. Hapa ndipo fursa inapoibuka. Mwekezaji anaweza kuanzisha kiwanda au mashine ndogondogo za kusindika mazao haya, hivyo kuongeza thamani kabla ya kuuza. Pia kuna pengo kubwa kwenye pembejeo bora za kilimo kama vile matrekta madogo, mashine za umwagiliaji na viwatilifu vya kisasa. Na kutokana na mahali ulipo mji wa Babati, wafanyabiashara wanaweza kusafirisha mazao yao kwa urahisi kwenda kwenye masoko ya Arusha, Moshi na hata Dar es Salaam. Kilimo cha kikaboni pia kina nafasi kubwa, kwani mazingira ya asili ya Babati yanaweza kuruhusu uzalishaji wa bidhaa za chakula zisizo na kemikali zinazoweza kuuzwa kwa bei nzuri zaidi kwenye masoko ya mijini na hata nje ya nchi. Mji wa tatu ni Bariadi, kitovu kipya cha ufugaji wa kibiashara. Bariadi, mji mkuu wa mkoa wa Simiu unajijenga kwa kasi katika ngome ya mifugo na kilimo cha kibiashara. Katika miaka ya karibuni, serikali imeweka mkazo mkubwa kwenye kuboresha miundombinu ya mifugo ikiwa ni pamoja na uanzishaji wa minada ya kisasa na upatikanaji wa huduma za mifugo. Mji huu una fursa kubwa kwa biashara ya mifugo, hasa kwa kuanzisha soko la kisasa la mifugo ambapo wafugaji kutoka wilaya mbali mbali wanaweza kuuza kwa bei nzuri. Pia kutokana na idadi kubwa ya ng'ombe wa kienyeji, kuna nafasi ya kuanzisha kiwanda cha kusindika maziwa ambayo kwa sasa yanaharibika kwa sababu hakuna teknolojia ya kuyahifadhi. Mbali na hilo kuna fursa ya kufuga mbuzi wa nyama kwa ajili ya kuuza kwenye soko la Kiarabu linalopendelea nyama hiyo. Hadi sasa hakuna mtandao wa kutosha wa kuunganisha wafugaji wa Bariadi na masoko ya kimataifa. Biashara nyingine zinazowezekana ni usindikaji wa ngozi na manyoya, ambavyo kwa sasa vinasafirishwa ghafi kwenda mikoa mingine au nje ya nchi. Mji wa nne ni Kahama, mji wa dhahabu usiolala. Kahama inatambulika sana kwa shughuli za uchimbaji wa madini hasa dhahabu. Hata hivyo maisha ya kibiashara mjini hapa hayazunguki tu kwenye migodi. Ni mji ulio kwenye njia kuu inayounganisha maeneo ya kanda ya ziwa na kanda ya kati, na hivyo unapokea watu na bidhaa nyingi. Uchimbaji mdogo unaochangia kwa kiasi kikubwa uchumi wa mji huu unahitaji vifaa vingi vya kazi kama madumu, ndoo, vipuli na mashine. Vifaa hivi kwa sasa huagizwa kutoka mbali, hivyo mwekezaji mwenye uwezo anaweza kupata soko la haraka na uhakika. Kahama ni lango la wageni kutoka nchi jirani kama Kongo, Rwanda na Burundi, wanaokuja kwa shughuli mbalimbali, hivyo fursa ya kuwekeza kwenye hoteli, malazi na migahawa ni ya wazi. Hali ya hewa ya joto na shughuli nyingi za mchana na usiku hufanya huduma ya maji safi na chakula kuwa soko kubwa. Hadi sasa wachimbaji wengi hawana elimu ya kutosha kuhusu uchimbaji salama na usimamizi wa fedha, hivyo vituo vya kutoa mafunzo ya teknolojia salama na biashara kwa wachimbaji wadogo ni fursa ambayo haijajaribiwa bado. Mji wa tano: Mpanda, nyumba ya mali asili na fursa za kitalii. Mpanda ni mji ambao mara nyingi husahaulika, lakini unapakana na hifadhi ya taifa ya Katavi, mojawapo ya hifadhi za wanyama wa asili isiyotembelewa sana lakini yenye mandhari ya kuvutia ajabu. Kutokana na hali hiyo, Mpanda una nafasi ya kipekee ya kuendeleza sekta ya utalii wa asili wenye thamani kubwa. Hadi sasa huduma za utalii ni chache mno, hakuna mahoteli ya kisasa ya kutosha, hakuna vituo vya kuelimisha watalii na hata usafiri kwenda hifadhini bado ni changamoto. Mwekezaji anaweza kuanzisha kampuni ya kuongoza watalii hoteli za ekotourism na hata mabwalo ya kisasa kwa wageni wa kigeni. Zaidi ya utalii Mpanda, pia kuna fursa ya kilimo cha alizeti, karanga na mahindi, ambapo usindikaji wa mazao bado haujaenea. Vilevile kuna nafasi ya usafirishaji wa bidhaa kutoka na kuingia Katavi kutokana na upanuzi wa barabara na ujenzi wa reli ya kisasa yaani SGR. Namba sita. Kasulu, mji wa mpaka amani na biashara ndogo zenye tija. Kasulu ipo karibu na mpaka wa Burundi na ni mji unaochangamka kutokana na wakimbizi, wakulima na wafanyabiashara wadogo. Kasulu imekuwa kitovu cha mazao ya chakula kama mihogo, maharage na ndizi, lakini fursa kubwa ipo kwenye bidhaa za viwandani ambazo zinaingia kwa bei kubwa sana. Kuna nafasi ya kufungua viwanda vidogo vidogo vya kusindika chakula, utengenezaji wa sabuni vyombo vya plastiki na hata biskuti na vinywaji. Wananchi wengi wana uhitaji wa bidhaa rahisi lakini zenye ubora, na mpaka sasa huagiza kutoka Kigoma mjini au nje ya nchi, jambo linalowapunguzia faida. Biashara ya fedha kupitia simu, wakala wa benki na huduma za malipo ya bili ni sehemu nyingine yenye uhitaji mkubwa, hasa kwa sababu watu wengi hawana huduma rasmi za kifedha. pia uwepo wa taasisi za kiraia na mashirika ya kimataifa huweka mzunguko mzuri wa pesa mjini. Hivyo mjasiriamali anaweza kuanzisha duka la vifaa vya maofisini, huduma za uchapishaji au hata kafe za kisasa kwa ajili ya watumishi wa mashirika hayo. Mji wa saba: Songea, mji wa elimu, mazao ya biashara na nafasi za kusini. Songea, mji mkuu wa mkoa wa Ruvuma, mara nyingi umekuwa ukitazamwa kama wa kawaida tu lakini ndani yake kuna fursa nyingi sana zisizotumika ipasavyo. Mazao kama kahawa, mahindi na mbaazi huzalishwa kwa kiwango kikubwa, lakini hakuna usindikaji wa kutosha. Fursa ipo kwenye viwanda vya kusindika kahawa, unga wa lishe na bidhaa za asili. Mji huu pia una taasisi nyingi za elimu, kuanzia vyuo vya kati hadi elimu ya juu, jambo linalomaanisha kuna vijana wengi na wataalamu. Hii ni nafasi ya kuanzisha huduma za kiteknolojia kama maduka ya vifaa vya kompyuta, huduma za intaneti na hata akademi za IT. Kwa kuwa Songea iko karibu na nchi jirani kama Msumbiji na Malawi, inaweza kuwa kitovu cha biashara za kikanda. Wajasiriamali wanaweza kuchukua nafasi hiyo, kuanzisha vituo vya biashara ya mpakani au huduma za usafirishaji kati ya mkoa na nchi hizo. Mji wa nane: Geita, kituo kipya cha madini na kilimo. Ingawa Geita inajulikana kwa uchimbaji wa dhahabu, bado kuna fursa lukuki zilizojificha nyuma ya migodi. Watu wengi hujikita tu kwenye dhahabu, lakini kwa mwenye mtazamo mpana kuna fursa katika vifaa vya uchimbaji, huduma za chakula kwa wachimbaji na biashara ya malazi na burudani. Istoshe, Geita ina ardhi nzuri kwa kilimo cha mazao kama mahindi, mpunga na mboga mboga. Ukilinganisha na migodi kilimo ni fursa endelevu ambayo haina changamoto kubwa ya mabadiliko ya bei kama madini. Kilimo biashara kinaweza kuwa nguzo mpya kwa mkoa huu kama kikiwekewa nguvu. Pia Geita ina upungufu huduma bora za afya binafsi. Kliniki, maduka ya dawa na huduma za bima binafsi zinaweza kuleta faida kubwa, hasa kutokana na wingi wa watu wanaoingia mji huo kwa shughuli za kimaendeleo. Mji wa tisa, Nzega, Mji wa msalaba wa kibiashara. Nzega ipo kwenye njia kuu ya kutoka Mwanza kwenda Tabora, na pia inaungana na barabara ya kwenda Singida. Maana yake ni nini? Ni mji wa kimkakati sana kwa biashara ya usafirishaji wa bidhaa na watu. Nzega inaweza kuwa kituo kikubwa cha logistic na ghala la kuhifadhi bidhaa kabla ya kusambazwa kwenye mikoa mingine. Pia kuna uwezekano mkubwa wa biashara ya kilimo, hasa kwenye mpunga viazi na mahindi. Maeneo mengi jirani yana ardhi nzuri, lakini yanakosa masoko, hivyo Nzega inaweza kuwa soko la kati kwa wakulima wadogo. Huduma za kibenki, bima na usafiri wa ndani kama bodaboda na magari ya kukodi ni maeneo mengine ambayo hayajaguswa kwa kiwango cha kuridhisha. Kwa hivyo, kama unatafuta mji wa middleman advantage, Nzega ni sehemu sahihi ya kupiga kambi. Mji wa kumi: Ifakara mji wa afya maji na mazao ya nje Ifakara ni moja ya miji midogo iliyojaa hazina ya fursa unajulikana sana kwa tafiti za kiafya kutokana na uwepo wa taasisi kama Ifakara Health Institute. lakini bado huduma za afya kwa watu wa kawaida hazijaimarika vya kutosha mjasiriamali anaweza kuanzisha kliniki za bei nafuu maduka ya vifaa vya afya au hata duka la miwani ambavyo bado havipatikani kwa urahisi. Zaidi ya afya, Ifakara ni eneo lenye rutuba sana kwa kilimo cha mpunga, miwa na matunda. Hata hivyo, wakulima wengi huuza ghafi. Hivyo, uwekezaji kwenye viwanda vidogo vya kusindika mchele, juisi au sukari vina nafasi ya kipekee. Maji ya mito mikubwa kama Kilombero yanatiririka kupitia eneo hili na bado hayajatumiwa vizuri kwa shughuli za kibiashara kama uvuvi wa kisasa au utalii wa mto. Mtu anaweza kuanzisha biashara ya boat tours, michezo ya majini au hata mabwalo ya kupumzikia watalii wa ndani na wa nje. Hapa ndipo jicho la kijasiriamali linapohitajika, kwani hiyo ndio silaha kuu. Ukiangalia kwa jicho la kawaida, unaweza kuona ni miji ya kawaida tu. Lakini ukiangalia kwa jicho la kibiashara utaona almasi zinazongoja kuchimbwa. Usisubiri mpaka kila mtu akimbilie huko, anza wewe, kwa sababu biashara haiko tu kwenye miji mikuu. Biashara iko popote penye mahitaji yasiyotimizwa, na miji hii kumi ni ushahidi hai kwa hilo.